Mwongozo wetu umezinduliwa. Akizungumza mkoani Iringa wakati wa kufunga mafunzo kwa wakulima na wasindikaji wadogo pamoja na uzinduzi wa mwongozo huo, naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu kazi Ajira na mahusiano Rahma Kisuo, amesema kuwa mwongozo huo ni sehemu ya mkakati wa Serikali wa kuziba pengo la ujuzi lililopo hususani katika sekta ya kilimo. Hatua hiyo inalenga kujenga rasilimali watu wenye ujuzi, maarifa na stadi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na nje ya nchi, sambamba na mabadiliko ya kasi ya teknolojia duniani. Kama ilivyo kawaida i duniani, Tanzania imeendelea kushuhudia kasi ya maendeleo ya mageuzi ya teknolojia. Mabadiliko haya yanaathiri njia na mbinu za utendaji wa kazi, hivyo waajiri wanapaswa kubuni na wa kuimarisha mbinu za kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi ili kuhakikisha pengo la ujuzi linalojitokeza linatafutiwa ufumbuzi kikamilifu ili kuongeza tija na ufanisi katika kukabiliana na ushindani, ushindani na uhimilivu kwa nguvu kazi katika soko la ajira. Ameeleza kuwa mwongozo huo unatekeleza moja kwa moja matakwa ya Dira ya Taifa ya maendeleo ambayo inalenga kujenga uchumi shindani unaotegemea rasilimali watu wenye ujuzi na uwezo wa kuendana na mahitaji ya soko elfu mbili na hamsini. Dira ya Taifa la Maendeleo imeainisha sekta zenye fursa za mageuzi ikiwemo sekta hii ya kilimo. Sekta hii pamoja na nyinginezo bado zina nguvu kazi kubwa yenye ujuzi wa ngazi ya chini ambayo mchango wake katika uchumi unatija ndogo. Nguvu kazi kubwa inahitajika kuwa na ujuzi sahihi ili kuhakikisha mchango wake katika pato la taifa unaongezeka. Hivyo serikali iliamua kutengeneza programu hii mahususi ya kuhakikisha nguvu kazi ya taifa hususan yenye ujuzi wa chini inaongezewa ujuzi, ujuzi na stadi za kazi stahiki ili kuhakikisha taifa linakuwa na watu wenye ujuzi na weledi wa kutosha kuhudumia sekta mbalimbali. Kwa mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wakulima na wasindikaji wadogo yamejikita kutoa ujuzi na nadharia, wa nadharia na vitendo utakausaidia wakulima na wasindikaji wadogo wa, wa mazao kuongeza tija na ubora wa uzalishaji. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Iringa IFCU, Tumaini Lupola, amesema mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wakulima yamechagiza juhudi zilizokuwa zikifanywa na IFCU na kwamba wanauona mwanga wa kufikia malengo kwa haraka zaidi. Mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wakulima na wasindikaji juu ya mbinu sahihi za ukaushaji mazao, usindikaji na uhifadhi mazao unaofanywa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, umekuja kuchagiza juhudi ambazo tumekuwa tukizifanya. Hivyo kwa pamoja tunaweza kufikia malengo kwa kipindi kifupi zaidi. E, Iringa ni moja ya mikoa yenye uzalishaji mkubwa wa zao la nyanya na asilimia takribani thelathini ya e, vyama wanachama wanazalisha zao la nyanya, kwa hiyo zao hili linagusa uchumi wa wakulima wengi. Jitihada hizi zinazochukuliwa na serikali za kuongeza thamani kwenye zao la nyanya zitasaidia kutatua changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikilikumba zao hili ambazo baadhi yake ni pamoja na ukosefu wa vyumba maalum vya kuhifadhia cold rooms hayo eh, eh, mazao au nyanya zikiwa zinasubiri bei ipande au kusafirishwa umbali mrefu, na pia kukosekana kwa elimu stahiki ya uzalishaji, uhifadhi na usindikaji wa zao la nyanya. Iringa Farmers Cooperative Union inatarajia serikali kuongeza wigo wanufaika wa nufaika wa mafunzo haya ili kuwawezesha wakulima wengi zaidi kuwa na taarifa sahihi za uzalishaji uhifadhi na usindikaji wa zao la nyanya, mchicha na mazao mengine. Ameongeza kuwa IFCU imekuwa ikiunga mkono juhudi za serikali katika kukabiliana na tatizo la udumavu, hususan katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kwa kusambaza mbegu kwa wakulima kwa ajili ya kuzalisha mazao lishe na kuhamasisha jamii kuyatumia katika kukabiliana na udumavu hasa kwenye mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Chama kikuu cha ushirika kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo hasa mashirika ya Harvest Plus pamoja na We Effect, tumewawezesha wakulima kuzalisha mazao lishe yakiwemo maindilishe, maragelishe na viazilishe. Mazao haya yamekuwa ni chanzo cha virutubisho muhimu kwa mwili wa binadamu, virutubisho hivyo vikiwa ni pamoja na vitamini A, protini, madini ya chuma pamoja na madini ya zinki. Kwenye ile eneo la kukuza ujuzi, wizara kwa kushirikiana na taasisi zake zinahakikisha kwamba wakulima wanapata maarifa na ujuzi wa uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali. Yale mazao ambayo ya kipaumbele ambayo yatakayeakisha kwamba mazao yatakuwa ya na mchango mkubwa kwenye ufikiaji wa hii agenda ya 10/30 na kwa sasa wizara inatumia hivi vituo vyake hivi, tunaita aari, wengi mnavifahamu, mna vituo vya mafunzo au vyuo vya mafunzo ya kilimo. Katika mafunzo hayo wakulima wadogo mia mbili hamsini kutoka mkoa wa Iringa wamepatiwa mafunzo ya kuongeza ujuzi katika shughuli za uzalishaji na usindikaji, hatua inayotarajiwa kuongeza tija, thamani ya mazao na kipato cha wakulima, pamoja na kuchochea ukuaji wa sekta ya kilimo kwa ujumla, kama wanavyotueleza washiriki wa mafunzo hayo. I serikali naishukuru sana sana sana, ila iendelee kutupa semina za hapa na pale na kutupa mafunzo zaidi ili tupate faida zaidi, kwa sababu kwa mafunzo tuliopata sasa hivi, nikipata mazao mengi, nauza, nasomesha watoto, nitanunua viwanja, nitajenga, kwa sababu nalima kwa faida, sio kwa hasara na... mafunzo haya kwetu, tuliendea kujifunza, yana tija kubwa, kwani tumepata ujuzi wa usindikaji, lakini pia tumepata ujuzi wa uzalishaji wa mazao mbalimbali, ambapo tulikuwa, inawezekana, tulikuwa kwa asilimia ndogo, lakini mpaka sasa baada ya kupata mafunzo hayo tumekuwa na asilimia kubwa ambapo tunajua katika elimu tuliyoipata tutakwenda kufanyia kazi, na inawezekana. Kutoka kuanzia sasa tunakiri kwamba tutakuwa na mabadiliko makubwa ya kwamba haya yote tuliyokwenda kujifunza yatakuwa ni msaada kwetu na tutayafanyia kazi kwa weledi zaidi, na... faida tulizozipata katika hayo mafunzo ni yana, yameweza kutuinua sisi vijana kujikwamua kiuchumi pamoja na kujipatia ajira, kwa sababu tulikuwa tukilima hatuelewi kwamba tutapeleka wapi mazao au tutafanyia nini. Kama nyanya, tulikuwa tukilima tunategemea tu kwamba tunapikia au tunauza sokoni, lakini kwa sasa yametuwezesha kwamba tukilima nyanya tunaweza tukazisindika tukapata mchuzi kama tomato sauce, na nyanya ya kukaushwa ya unga kwa matumizi ya muda mrefu. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha mwongozo huo unatekelezwa kikamilifu ili kuleta matokeo chanya kwa wakulima na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Bongo Play TV.